Nafikiri kwanza ni makosa yaliyokuwa yamefanyika mwanzoni, kwa sababu e, ukiangalia mwanzoni hakukuwa e, na sababu zote za kuahirisha, za kuahirisha ule mchezo tarehe nane, kwa sababu kikanuni mchezo utakao uchezwe tarehe nane. Sasa kuahirisha mchezo tarehe nane, yale tayari yalikuwa ni makosa ambayo yalishafanywa na bodi ya ligi, na ukiangalia sijui ni kitu gani kilichofanya bodi ya ligi mpaka wakaahirisha ule mchezo E, wa tarehe nane mchezo ulitakiwa uchezwe. Sasa kuahirisha pale, ndipo bodi ya ligi ambako ilipokuwa imefeli kwa mara ya kwanza hmm. Sasa kupanga upya ile, kwangu mimi bado naona, of course, wanajitetea bodi ya ligi lakini kimsingi mchezo tarehe nane walikosea kuahirisha kwa sababu hamna kanuni inayozuia mchezo kuto kuchezwa kwa sababu tu eti ya kisa ni mazoezi kwa mchezo utakao uchezwe na kuvunjika kwa mchezo maanake, bodi ya ligi pale watakiwa wawajibike siku inayofuata, sababu mm, naairishaje mchezo watu wamesha kana tiketi, wadhamini tayari wameshaweka fedha zao, vilabu vimeshalipwa, mm, e, maeneo mengi tu wafanya biashara na wenye wengi walikuwa wameathirika kutokana, mm, na ile changamoto. Kwa hiyo naairishaje mchezo katika mazingira kama hayo? Mimi mm, kwa maoni yangu, kimsingi bodi ya ligi pale pale itakiwa iwajibike mm, wampe anga pointi tatu kwa sababu walikosea wao wenyewe kuahirisha mchezo katika mazingira ambayo sio sahihi. Ukiangalia National League amekata point 3 juzi, kulitokea changamoto ya National League nafikiri na Zamalek changamoto kama ile, kuto kupeleka timu uwanjani e, unaadhibiwa e, kwa sababu ya changamoto ambazo zimejitokeza. Kwa hiyo mimi, kwa maoni yangu, ni kwamba bodi ya ligi walifeli, waliko wamefeli ni pale tu tarehe nane ambako waliahirisha mchezo ule wa dabi, then huku kwingine kote tunakokwenda, haya ni matokeo sasa nao yaona wanahangaika huko na kule, lakini eh, pale tarehe nane walipokuwa wameahirisha mchezo pale pale ndipo alipokuwa amekosea mm. wanatakiwa wakae hizo watu mbalimbali, wawape maoni, then kasabu, kanuni ziko wazi, unaachaje mechi katika mazingira kama yale hmm. kwa hiyo mimi naona huko tunakokwenda ni mlolongo tu wa muendelezo wa makosa ambayo pengine yalikuwa yamefanyika hmm. tarehe nane kimsingi watakiwa wape Yanga pointi zao ile ile tarehe nane then wameahirisha Simba akuleta mechi wangeadhibiwa, basi kwa hmm kosa lilifanyika toka siku ya kwanza. Yes, siku ya kwanza siku ya kwanza, kwanza kwanza, ya kwanza, kwanza. <laughs> Ndio shida ilipokuwa imeanzia hapo. Unahairishaje mechi katika mazingira ambayo hayana msingi wowote? Kwa hiyo pale ndipo shida ilipokuwa imeanzia na pale, kama kweli bodi ya ligi e, imekaa vizuri, wa waajibike sasa. Kanuni ziko wazi, unahairishaje una, una, una, mchezo katika mazingira kama yale? Bodi ya ligi wao wenyewe kama kweli wangekuwa na, na, na, na, na, eh, na ule tuseme, ile transparency au wangekuwa kama wako wamenyoka waahirishe. Nani watoka wao wenyewe wa kwanza? Mm, wangewajibika pale pale. Kwa hiyo huu ni mwendelezo tu wa, wa kile ambacho kilichokuwa kimetokea tarehe mm, nane hicho mm. Unadhani unaweza ukahusisha usimba na uyanga pamoja na bodi ya ligi kuna mahusiano yote usimba na uyanga na bodi ya ligi, au usimba na uyanga unaweza ukaona? Kwa sababu hapa kama hapa katikati tumeona au tumeshuhudia Eh, eh, barua kadhaa zikielekezwa kutoka kwenye klabu yetu kwenda kwa malalamiko eh, na tumekuwa of course na hoja, hoja kama nne ambazo tumeziwasilisha kwa bodi ya ligi kuhusiana na eh, mwenendo mzima wa ligi. Ukiangalia eh, kwa wenzetu watani wajadi msimu huu wamenufaika sana na makosa ya waamuzi, kitu ambacho sio sawa. Yaani ligi imekuwa kama vile wana wame, kuna baadhi ya timu wamezidhulumu msimu huu timu takribani sita au saba e, zimeathiriwa na, na, na, na mwenendo wa makosa ya maamuzi ambayo waamuzi hao wao, e, tunasema kuna kamati ya waamuzi ambao tunasikia kwamba wako chini ya Wilfred Kidau mm. E, hao wao wameathirika na maamuzi kwa, kuna klabu nyingi mfano kama Pamba Jiji msimu huo mm. wameathirika na maamuzi, JKT wameathirika na maamuzi, ukiangalia klabu kama e, mashujaa mm. Muda uliongezwa ii dakika ngapi sikumbuki vizuri mm. Eh, kuna mm. mechi jina nyingine Fountain Gate pale Tanzania raha mm, mm, mm. ziliongezwa dakika nyingi sana kaona, da kwa hiyo unaweza kaona ni muendelezo Yanga, mwendelezo Yanga, mnapendelea dabi hizi kuahirisha mara mbili Yanga rudi kubwa wewe, kitu kinaendelea yeah. eh. kwa nini leo ndio tuambie kwa nini mechi imegaishwa? hmm. mara ngapi? Mara ya ya pili pili jana kwa mara ya pili jana. Kwanza kwa sababu ya Yanga wao si mliozuia Simba anasema walizuia kuingia na vitu kama hivyo. Ah, walizuia walizuia nani sasa yeye Simba? Simba Yanga. Yanga walizuia Simba kuingia hiyo uwanjani kama hivyo vile kuzuia si vipo kwenye taratibu zao? Mm. Eh. Mnashambuliwa mtaani. Neno mtaani huko, Yanga mnapendelewa na bodi ya ligi. Unaona nini? Hakuna kupendelewa, ni Yanga ni timu yenye watu ambao wanajielewa. Wao hmm. Uongozi wake, ni uongozi wake ni uongozi wa nyeusi nyeusi, nyeupe nyeupe. <tus> <tus> nye nyeusi nyeusi, nyeupe nyeupe. Yaani yeah, black and white. Right. Eh, hizi hey, nyeusi kaka kwa nye nyeupe, ah nyeupe nyeupe, nyeusi nye nye nyeusi. Kwa sasa hizi figisu nyingine zinazoendelea zinatoka hapa. Wao nani kwa nini wanasema mmependelewa? Wanadhani kwa nini? Wao no, ana no, kwenda si kipengele. Sikuta kuna kipengele imechisha pango na tunacheza. Mimi tunacheza. Au nyie mlitaka kulipiza kisasi tu. Sawa, walikataa tumekataa, leteni tucheze eh, so. Eh, sisi tulikuwa kwenye misimamo vitu vitimizwe kama kama hivyo tayari tunanyoka, vitu viko wazi wazi. Mm. Kama kuna watu ambao sisi mm. Barua zinatoka kazi huyu kashamba. Eh, eh si, tunataka mpira wetu uwe. Eh. Umenyoka. Eh, so mpira wa hivi unapoiona bodi ya ligi imenyoka au unapoiona kwa sasa hivi hapo kwa sasa hivi hapo, bado sababu yenyewe zimeisha. mm. tuseme ligi inaishia sasa yeah. vitu yeah, kama hivi tutapata kwenye msimu ujao. kunyoka kwa bodi ya ligi tutaona msimu ujao, msimu ujao. unatamani sana kumuona nani Yanga yani, kumuona Udia, nani Yanga mchezaji au

wa kufanya kila kitu, viongozi wake, viongozi ni watu aan, mtu anataka kufanya kitu timu hivi ifanye ipate mafanikio yake, uongozi hakuna pindapinda, timu ya nyeusi nyeusi nyeupe nyeupe, kwa haraka haraka, wewe kama mdau mfuatiliaji wa mpira na mshabiki wa daa huenda ukawa mwanachama kabisa na kitambulisho unaweza, yeah, ukawa nacho eh. Yeah. Changamoto gani unaiona ambayo inatakiwa kuta, inatakiwa kutatuliwa kwenye ligi yetu kwa ujumla ligi? Ligi. Ligi. Ah, kwenye ligi changamoto. Yeah. Changamoto zime ligi yetu, changamoto ni changamoto ni waamuzi tu ndugu yangu pale. Mm. Waamuzi ni changamoto kwenye ligi yetu sisi. Waamuzi. Wakipatikana, mm, waamuzi ambao wa ni wamenyoka. Changamoto hamna pale. Changamoto ni waamuzi tu kwenye wa ligi yetu yeah, sisi. Sasa ukishafuku, ukishafuatilia wewe mwenyewe utaona kabisa kwamba kuna kuna waamuzi kuna baadhi ya timu so, so niseme tu si Simba Yanga, baadhi ya timu zinabebwa bebwa, afu timu nyingine za chini zinakanda kwa waamuzi. Ndio kila kitu wanabebwa, zipo zote hizo, Simba yupo Yanga yupo. Waamuzi waamuzi hawana kazi, hawafanyi zile kazi zinazotakiwa kabisa, eh. Kwa hiyo ndio changamoto changamoto kwenye ligi ni waamuzi tu, hapana changamoto nyingine.

Uwe kwa wea nakaraka wana mwona. Ni kitu gani ambacho umeona kimekukwaza? Wamekifanya kimoja tu ambacho kimekuwa kukwaza umeona hapa hamna kazi. Ilichonikwaza mimi mm. kwa kano hamna kazi na hamna maisha kabisa. <laughs> Sawa. Kuhusu lile jambo lao watani wetu kupeleka. Wanasema kwamba tulikataliwa kufanya mazoezi si kwa mba usa Yanga. Au si na hao moja kwa moja kwa kuzuia. Kufanya uamuzi wa kuhairisha ule mchezo kutakiwa au kutakiwa amezuiliwa kuingia, kwa nini asilalamike? Amna angilalamika e, kwanza mm, mchezo ungeendelea e, alafu malalamiko baadaye, mm. yeah. Una unawatetea wananchi, una, una, una una mi unawatetea wananchi tena, uko sahihi kabisa. Unamuita unamuita mwana Simba vibaya mnoaso vibaya mno.